Tuingie kwenye ndani ya movie sasa. Ni wewe ndo shangazi Mwahija? Mm -hmm. yuko Mwadawa yupo, Siwa yupo, yupo Hamadi yupo, Kobisi yupo, tukae. Mm -hmm. uh -huh. Unahisi hawa watu, yupi ana tabia mbovu katika watoto wa kaka yako? Yupi ana tabia mbovu kumzidi wenzake katika movie? Mkorofisi Kobisi. Kobisi ni mkorofisi kwa sababu si anabaka watu, mara kabaka huyu bwana. <laughs> Sasa ilo uh, tom korofi, lakini abadi ni mtulivu tu. Hata hivyo bado kamwambia Abadi, mwanangu, umesoma bado? hicho kipindi akijatokea lakini, ukitokea tutamchamba pia naye. Ni niko kuchamba chamba tu mimi, na watu tunawachamba tu. Yes, habari gani mpenzi mfuatiliaji wetu mzuri wa Nyundo TV. Kama kawaida kama ada, huwa tunakuletea exclusive interview na watu ambao ungependa walau kwa uchache kuweza kufahamu maisha yao, kazi zao za sanaa kiujumla na vitu vingine ambavyo vinawahusu katika maisha yao binafsi. Mbele yako, mbele ya screen yako ni kwa wakongwe tunamfahamu kama Bichonde na wale jenzi ambao ni wa sasa hivi wanamfahamu kama Shangazi Mwahija. Mm, niko naye, tunaweza kupiga stori mbili tatu kusudi tu tuweze kufahamu mengi kutoka kwake, sanaa yake pia kwa ujumla na vitu vingine kama hivyo hapo. Mm -hmm. Heshima yako maraba, kwema kwema Uh, binafsi nafurahi nafurahi kukutana na wewe kwa mara ya kwanza, na pia nafurahi pia kufanya interview na Nyundo TV kwa mara ya kwanza na wa kwanza kufanya interview na wewe. Wengi tuna baadhi ya watu wakongwe wa wadau wa filamu wanafahamu kama, wanakufahamu kama Bichonde na hawa watoto wa sasa hivi wanafahamu wanakufahamu kama Shangazi Mwahija. Jina halisi la Bichonde, tutumie hilo, ni nani la Bichonde tutumie jina la Bichonde, jina halisi la Bichonde ni nani? Mwajabu Salum Mw. Uh, safari ya sanaa ya Bichonde ilianzia wapi mpaka tunaweza leo kuweza kumfahamu Bichonde? Uh, safari ya sanaa kwa kweli nimeanza kama elfu mbili na tatu nilikuwa tu tunaigiza kama kwenye vikundi vya CCM, tunaigiza igiza, baadaye kuna mtu akaja akasema "Bwana, wewe katika kuigiza giza kwako katika vikundi vikundi vya CCM kama michezo fulani, Bwana kama unaigiza vizuri, basi tunataka nini, tukafanya sinema na wewe, tukaigi, ukaigize. Am nitaweza kusema njoo utaelekezwa." Basi nikaenda, kulikuwa na mwalimu, kwa mfano kulikuwa na mwalimu fulani pale anatufundisha kuigiza, wanafanya hivi, kutembea kama pende ngapi unazunguka, unarudi na kuongea, hisia za kilio, hisia za asila basi tukafutishwa futishwa pale, tukawa tumeweza kashuti tuka sinema ya kwanza kutoka kushuti nkashuti nsuka msuka mi ni kwa Rehema wa nini, shangazi wa Rehema ewa yupo naye ee, nikashuti naye yule, ani sinema ya kwanza, sinema nyingi nyingi, mm, um, nani Kinyamkela, Kihongwe, sijui um, Mkoba Mama, yani nyingi zingine mpaka nimezisahau sinema nyingi, Veronica Odama, Zegemu, Fulavu, Kismi, yani ni nyingi kweli, ni nyingi na pia kweli ni nyingi, na ni filamu nyingi ambazo umeweza kuzifanya. Lakini kati ya hizi zote tokea umeanza, tuingie kwenye filamu, tokeo umeanza tu, tu, filamu ya kwanza mpaka pale ulipo, ulipoishia kufanya filamu, ni filamu ipi ambayo kwa wewe unaona kwamba hii ndio filamu ambayo ilinipeleka zaidi kwa, kwa, kwa, kwa mashabiki, yani mashabiki waliweza kunifahamu sana kupitia hii filamu, ni ipi? mm. niseme kama nisema kama ni Veronica Kiss Kiss Me na The Game of Love na na na sawaka <coughs> yeah, sawaka ndo ile mwekera kinyamkera na karibu nyingi, zimenipeleka zimeenda mikoani nyingi, zimenitakaza nyingi. Kwenye tutongelee movie ya sawaka, kwenye movie ya sawaka kuna, kuna lugha pale umeitumia ile lugha haijaeleweka. Ni lugha tuliyozungumza, ni kweli? Ni lugha yetu sisi yetu, ni wenyeji. Ni wenyeji wapi? kama ni lugha yetu, ni wenyeji wapi? na ile lugha ni ya lugha gani ilitumia? u... kuna lugha ulikuwa namwambia Mahuja kuhusu, kuhusu mwanaye kurisishwa mikoba ya <laughs> Sawaka, kuna lugha uliiongea pa, ile lugha ni ya ni, ni, ni kabila gani? na je, ni kabila letu Kizigua? tukarudia kidogo ili tukumbuke eh, siakumbuke ile maneno lakini Kizigua naweza Mahuja uhile tu Mahuja hile tu mwanetu bwana we. <laughs> E, kwa watu ambao mnafuatilia Sawaka, nafikiri hii lugha tulioiongea iko sini open kabisa ya mwanzo kabisa pale ambapo mm -hmm. Bichonde anamwambia ana, ana, ana, ana, mwanaye kwamba mjukuu wake ameshakuwa mrisi wa kilinge ki, ki cha sawaka e, ile ni lugha ya Kizigua. Wale ambao mlikuwa mnaukakasi kuhusu lugha gani ile ni ya kabila gani, kile ni Kizigua ndani kabisa mama, baada ya, baada ya, ku, ya kushuti zile filamu, kuna kimya fulani kiliweza kuteko, kukuta hapa. Ulikuwa umekaa kimya muda mrefu, je, ni kazi zilikuwa tena haziji au uliamua tu kwa mapenzi yako kuweza kupumzika kwanza? kazi zilikuwa kazi zinakuja, lakini nilikuwa kama kwenda nani, kwenye tunakwenda kwenye kambi Alafu watoto wangu wakawa wananikata tamaa, nakwenda kambi, alafu tsk, kipato kilikuwa kidogo, alafu kibidi tena si tugalamike tukutibu malaria nini bwana, tukaona bora upumzike mama. Basi nikambia, ah, lakini mwenye napenda sasa, pumzika. Alafu baadaye mume wangu akawa na ugonjwa sukari, sasa nikawa namuuguza. Baadaye wakaja watu wakaniambia, twende mama saingie, mtu ana siri zake kumi na saba siri kumi na saba, anataka wananifata abia kumi na saba, mtanipa shilingi ngapi? a wanipo kidogo alafu nakaa kambi, kambi tunakaa kambi sini kumi na saba, si kama sinema nzima hiyo? Alafu kwa kipato chenyewe n hapana maanake kwamba walikuwa bei ambayo, eh haina e, thamani basi nikaona. Lakini nyinyi ni watu ambao mmechonga me, barabara ya, ya, ya filamu hapa kwetu e, tumeona nyinyi ni watu wa kwanza kabisa hmm, kuweza kutengeneza, ni watu wa kwanza alafu, katika, katika nini katika sinema, alafu wenye stori nzuri zilikuwa sisi ndo za kwanza, stori zetu nzuri. Hata wanakuja wengine kama juu yao juu yetu, lakini sisi tuko natengeza nani. Hisi, unahisi kwamba barabara mlioichonga na soko la filamu lilivyo sasa hivi, tukiacha tamthili, tuongelee filamu, unahisi kwamba filamu ipo, ipo pale ambapo nyinyi yani, iko sehemu sahihi kwamba thamani yake sasa hivi iko juu tofauti na, na zamani mlipokuwa au kwamba bado ni heri tu yani ni tuzibaki tu zibaki zile zile tulizofanya sisi kulikoni za, za sasa hivi. Ah, za sasa hivi ziko juu, lakini unajua sisi tumefanya nzuri zaidi, lakini kwa kiwango cha kipato kilikuwa kidogo kwao, lakini zile zilikuwa ni nzuri zaidi kuliko ni hata viwango vya sasa hivi. Wanaonyesha mtu anaonyesha sinema unaweza ukaiangalia baadaye ukaona bora niondoke tu hapa, hamna kitu, kitu. lakini zile za mwanzo tulikuwa tunaangalia zinavutia na mpaka zinafundisha Unahisi, unahisi nyinyi wa upande wenu mlikuwa mnafanya bora zaidi kuliko baada ya watu, watu waliowapokea? Eh, sisi tulikuwa tunafanya bora zaidi kuliko watu waliowapokea. Nikijitimpo nazungumzia kina Rehi Kigosi na, Reiki, na wengine ah, wale wengine wanaiga tu walikuwa wanaiga. Sisi tulikuwa stori nzuri, stori zilikuwa nzuri za kwetu kweli, hata nyie mkiangalia mkiangalia Kismi, ukiangalia Veronika, ukiangalia nani, The Game of Love, ukiangalia na nini nini, Nsuka ukiang, yani, ukiangalia mwenyewe na zingine, hamna stori nzuri kama zile. Alikuwa na eh, anatengeneza Banzi, Banzi alikuwa anatengeneza story nzuri sana. Unahisi ukima tuangalie Banzi, unahisi kwa sasa hivi Musa Banzi yuko kimya na ni kwa muda mrefu. Je, yeah, moja, unahisi kwamba baada ya wasanii kuweza kuona thamani yetu ni ndogo, hatuna tunachokipata, unahisi ndiyo sababu ya Musa Banzi ku, kuwa kimya au ni, ni, ni muda kwamba muda wake umesha kuisha sasa hivi wamekuja watu wengine? Hapo mm, sasa sielewi, lakini mimi naona kipato, kwa, kwa sababu kwa sababu angekuwa kipato kikubwa angekuwa anaendelea, angekuwa mbali saizi, lakini kipato kidogo naona ndio zidi ameshuka chini, sasa hivi ameshuka <totimus> pamoja. Niliongea naye siku moja, alinipigia, oh, vipi chonde, unaendeleaje? Salama, nilikuona, ilikuona kuna nini Kombolela, nimekuona, nakuona bwana wewe nani nani nini uwezo wako bado uko pale pale juu. Nikaambia hivyo, hey, hivyo unajikaza, lakini nipo wananiona, nipo na watu wengi wanasema niko juu kidogo, nami nashukuru kusikia hivyo. Basi ndio hivyo kuona, chonde, uko katika uwezo wako bado. Kaambia sawa. Familia, familia inasemaje? mm. Tuko, tuko, tuko, tuko kwenye ndoa, na kama tuko kwenye ndoa tuna watoto wangapi? mimi mume wangu wamefariki, amefariki sasa hivi Asante. Na nilikuwa na watoto kumi wawili, sasa hivi wamefariki mmoja. Ja alifariki mm, Desemba mwaka jana tarehe ishirini na mbili, mmoja alifariki Agosti tarehe kumi na tatu mwaka jana huo. Tuna, tuna watoto ambao wanafuata nyayo zetu, au wote wapenda? Kuna hata mmoja mwenye ku, sijajua awapendi labda hapendi ah. au ah, oh, oh, sielewi. Hakuna hata mmoja alikuwa anasema anataka ana, labda wanataka, lakini bwana basi, ah, <laughs> eh, lakini naona huyu wa mwisho anatakataka kidogo, lakini hajawahi kufanya. Anataka mwanake lakini, sidhani. Lakini kama akifanya, unahisi, yetavavi, sidhani ni wakike. Mm -hmm. Na imani tuna tunatazama tuna filamu zetu ambazo sisi tumefanya sisi wenyewe. mm -hmm. Unahisi filamu ipi kwa upende wako ilikuwa bora zaidi? Kwa kweli hayo siwezi kusema, kwa sababu watazamaji ndio wanajua, watazamaji ndio wanajua. Mimi siwezi kujua kipi bora kipi si bora. Wao ndio wanaangalia, sasa, hii ni nzuri, sio nzuri lakini mimi siwezi kujua. Lakini kwa jicho lako, kwa jicho lako huyo, hata ufanye, unaona hii ni bora zaidi ambayo hii nilifanya sana. Hii nilifanya vizuri. Hata mm... moja. Mimi naona kama karibuni nimefanya vizuri, lakini sasa uwezi kumtabiria mtu maoni yake, kwambia hii nimefanya vizuri, hii umefanya vizuri, alafu siwezi kujua. Na stories za zamani za Musabanzi mara nyingi sana ni, ni mtu ambaye alikuwa anaandika stori. Mara nyingi sana ni lazima utakuta kuna uganga ndani yake, uchawi na mapenzi kidogo, lakini uchawi na uganga kipengele kile lazima amweke. Bichonde, unahisi kwa nini? Kwa kipindi kile, huo ndio ulikuwa unaweza kucheza ile sehemu kuliko mtu mwingine yoyote. Mtu mzima, niko mtu mzima, mzee. Unajua wazee mara nyingi naambiwa wachawi <laughs> <laughs> wazee <laughs> nambiachawi naona, ndio maana akawa ananiweka mimi mzee, ndio na perform mpaka watu wanaambiaje njiani, we mama we mama, vipi, we mchawi kweli. Kabibi siujui jamani, hata kidogo. Yani siujui rangi yake mweupe au mweusi, lakini naambia watu mimi mchawi. Sasa nifanyaje? na mimi natafuta eh, riziki, lazima nijikoku, nijikoku hivyo kama usema mimi mchawi. Na kuna sinema sijaipenda, imenikela kama sawaka Sawaka na kinyamkera simale nimezilisha kabisa. Mimi nilitegemea katika file, swali nilokuuliza la filamu bora, kumua mtoto wangu mwenyewe kitu kukitoa. Unaona? Basi ni imenikera sana ile sinema. Katika zote nimecheza, ile ndo imenchafua kweli kwelikweli jina, mchawi kweli mchawi, mchawi mpepatia pale. Sini gani? Sini gani ilikuwa ngumu kwa, kwa upande wa filamu ulizocheza kwamba ilikupa ugumu sana kuweza kuicheza ile sini, aidha kwamba uliifikiria kwamba hii nikifanya hii sini itakuwaje katika jamii yangu? Kinyamkela, kinyamkela kwanza, nimeifanya ile kinyamkela kwa ngumu kidogo. Kuua watoto wako wewe, e, ile ni ngumu, alafu mwanangu ni daktari, kumlisisha uganga ule, na ilikuwa ngumu na kuipokea, lakini bado akaona bora aipokee kwa sababu ya afya yake na matibabu na kazi yake ile ilinikera sana Sara, kwa kweli. Katika kazi zote ile tumwambia director kama hii movie itaenda kuniletea shida sababu bwana, mimi nitakuwa mchawi wa ndugu zangu pia ataniona. Ah bwana wewe, hii ni maigizo tu, kama hujui maigizo ya ndugu zako au vijijini wa shamba, shauri yao. Sasa ile sasa tabu ya ile uzuri wako ilikuwa ile mira, ilikuwa ile kinyamkela, mkoba mama, ule kinyamkela, ilipo, ile kinyamkela ile ipo, ile wazigua wale wapo na nani, wana wana wanafanya wana, wana, wana ile kinyamkela nini, wanatibu basi, ile ipo, ndiko naipa ule Wanaimba nyumbani pia ule. Wakasema <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> wakasema wamechukua papo nyumbani, kwa mbona vipi bwana, nikamwambia bwana, mimi kwanza imetokea tu ghafla kwa juu kwa waimba yale. Mimi sio sio, ni asili yangu hiyo. Asili yetu si ni wapi? Nini? Asili yetu si ni wapi kabila letu? Wazigua. Wazigua. Kwa ndo maana ikawa rahisi sana. Rahisi kuipata ile sauti. Ndo hivyo. na kwenye usomaji wa script una maneno fulani hivi ambayo nikiangalia kwenye Veronica, yale maneno umeyatumia tumia sana. Kuna maneno fulani hivi yale y yanaweza kusema ya kumchamba mtu, nilitumia lugha hiyo, au ya kumsimanga, ya kum mtu, yale inakuwa ni yameandikwa au ni wewe mwenyewe unaongeza usani wako? Naongeza kila ninaposema, mimi lazima nitaongeza, hata hapa kwenye nani kwenye nini Kombolela, mambo mengine dakta, hamna mle ndani, naongeza na mimi kama hii, hii ya mzee nani hii haijatoka, sijui haijatokea ya mzee nani Kikala, Kikala ya kumwambia mzee wewe hiyo. Ah, naona haijatoka, itatoka dili. Mm. Okay. la au naweza sema mchongo wa kombolela tuliupataje? Mchongo wa Kombolela bwana yeye huyu bwana alikuwa na Abdula alikuwa anitafuta sana mimi, akaambiwa mimi sitaki sichezi, lakini bado kajitafuta mpaka kaipata namba yangu, kaipata na simu mwezi wa nne ule mwaka jana, pata namba yangu nipigie. Mimi siwezi sasa hivi, nimefiwa na mwanangu, watu ndio nimetoka sasa hivi kutoka Kanada kwa sababu mwanangu aliolewa na mzungu, alifia nje ya nchi yeah. Nikaibidi niende kule nikaenda kwenye msiba, nilipomaliza msiba nikarudi, kasema siwezi kufanya chochote alivyo. Baadaye akanifuatilia nikamwambia, mwanangu tena anaumwa mwingine anaumwa, anaumwa, sasa pata nafasi, haya akipona nitakuja. Kakaa baadaye akanipigia tena, nikamwambia mwanangu amefariki. Da, pole mama. Amefariki tena e, amefariki. Eh, pole. Akaja mwezi wa nane sasa mpaka nyumbani mwaka jana kuja uja hapa, akanambia mimi bado kila saa mimi najua simazi tena, watoto wawili kwa mara moja alia. Sasa mwanangu wa kwanza, mama wewe nenda tu ukapotea, huo ukienda ukikutana na watu na unapoteza mawazo haya, basi ndo mi tena nikapanga hapo nika, bado sikuja nikakaa. Baadaye aduli mwenye akija kaambia, sasa hivi naumwa presha nini moyo mzuri Siwezi kula tayari mabasi, niende huku ndio siwezi. Kinitaka mimi kama kuna usafiri mimi nitakuja. Akamwambia mama haina wasiwasi mimi nitakufuata na kwenda na kurudi. Basi ndio nikaanza sasa kucheza ile Kombolela, baada ya kunifuata ya buri. Kama mtu sasa kinitaka mimi labda niende anifuate, anifuata anirudishe. Hiki kama mwenyewe siwezi kwenda timu. Mapokezi kwa mara ya kwanza baada ya kufika kambini hapa ilipo kambi ya Kombolela kwa mara ya kwanza walikupokeaje? Walipokea vizuri tu, ni watu wazuri sana sana, watu wazuri mm. Pia haikupa haikukupa ugumu wowote? Kwanza kwa mara ya kwanza unaingia katika project kubwa, na ni muda mrefu haujafanya uh, kazi, ulipumzika baada ya kusema ngoja, hey, a kwanza nipumzike, ni, ni kidogo kutokana na ni muda mrefu unafanya, ni legend. Haikupa ugumu wowote kuweza kurudi na kuweza kukava ile nafasi ambayo umepewa? Unajua kitu ukishazoa kisha kukifanya, mimi naona nimepata ugumu kidogo, nikuwa kama vile pengine si tuefanya kazi ya watu vizuri, lakini walofanyiwa ndo wanajua kama nimefanya vizuri au nimeharibu wao, sio mimi. Mimi nimefanya vile ninavyoweza, lakini kama kufanya vizuri au kufanya vibaya ni wao ndo wanajua. okay. kwenye tuongelee Kombolela kwenye kazi sasa, kwenye listi ya watoto wa kaka yako Mzee Kikala, unahisi yupi ni yani, ni jeuri kupita maelezo jeuri? Naona wako sawa wote, hamna waloziri jeuri na mimi, wala hawajanipokea vibaya nae wote wako sawa kwenye -tuko, tuko, tuko. Tutoke kwenye nje ya movie, tuingie kwenye ndani ya movie. Sasa ni wewe ndo shangazi Mwahija, mm -hmm. yuko Madawa, yupo siwa yupo, yupo Hamadi, yupo Kobisi, yupo tukae. E, unahisi hawa watu yupi ana tabia mbovu katika watoto wa kaka yako, yupi ana tabia mbovu kumzidi wenzake katika movie. Mkorofi si Kobisi mkorofi, kwa sababu si anabaka watu, mara kabaka huyu <laughs> asa office Kobisi, lakini Abadi ni mtulivu tu. Hata hivyo bado kamwambia Abadi, mwanangu, umesoma bado? hicho kipindi akijatokea, lakini kitokea ntamchamba pia na niko kuchamba chamba tu la watu na wachamba tu. Unahisi utawaweza kuwatuliza? Ibaya mno, ntawaweza Tumzungumzie Bista, mmoja kati ya wasanii ambao wanaonekana kwa, kwa wale watoto wa Mzee Kikala, yeye ndo mkongwe na yeye ndo ana sanaa kubwa kuliko wote. Kwa mara ya kwanza unakuja kufanya naye sanaa, ulijisikiaje? Labda mi nimeona ka yuko nomotu kawaida, mashabiki wengine walikuwa wanasema ah, uishangaze Bista tamuweza goli huyu Chambi mimi wakati yeah, mi si ndo <laughs> kiongozi wake tena, shangazi yake atanichambaje? Mi ni mchambe kweli <mchambi. laughs> <laughs> sinimwambia pale, ngambia wewe miguu yako utaitembeza, mimi nitaitembeza <laughs> miguu yako au utajiburuza, na kwamba nitakushucha uburule kama nyoka pale, si nilimwambia ukusikia kuona basi. Lakini kiuhalisia, kwa jinsi ambavyo ukitazama tamthilia ya Kombolela maisha anayoishi labda familia ya Mzee Kikala yote, wewe kwenye jamii yako ulisha kuiona familia kama hii ipo? Familia kama hizi zipo, zipo, zipo sana nyingi tena mm. familia hizi zipo basi, minafunga Uh, cha mwisho ambacho unaweza ukashare uka na mashabiki zako wakongwe eh, wenzako eh, majenziwa sasa hivi, zungumza nao ili waweze waweze ku, ku, ku, nisemeje hiyo oh eh mamangu, zungumza cha mwisho cha kuweza kuzungumza na mashabiki wako mm, wakongwe wenzio eh, watoto wako wajukuu wako mm. Ni nu, wambinizi chochote kile ambacho naweza kuashana wakupe support kama kuna mitandao ya wa kijamii waweze kufollow e, na kama kitutamsilia <mukurati> ka ka zingine zizipo kama za kazi zipo wazidi kukupa support kama kuna, kuna zingine umecheza zafikiria wanaweza yeah. <laughs> Ah, kunipa support. Unajua, binadamu sisi sio wakamilifu Hakuna mkamilifu binadamu duniani. Mwenyezi Mungu peke yake ndo anajua mkamilifu nani na mtulivu nani na mzuri nani. Kwa hivyo mimi siwezi kusema wanisapoti kivile, mi labda ndomie mi ndo najua. Hapana, wao wenyewe wanaona kama nipo, kama mimi naweza naweza kanisapoti inisapoti kama wakiona wanaweza kunishuche mm, kuni wanishuche, lakini mimi sina ule kusema labda ndo mie labda nijishabikie ndo mimi labda, hapana, siwezi chochote. La, kwa ufupi, tusini yako pendwa kabisa kwenye Kombolela kwa hizi ambazo si tushaziona, ni ipi? Makamba zote nzuri tu nzuri unamuonaje? Wifi yako binti Msumi, mama ambaye amecheza na sasa hivi wana akili za kisoda, nia nzuri kuwekea maji ilikuwa manakili, wewe mume umwambi, unaniambia mimi hivi ajana, pia mmeiangalia. Ila wananipenda wote, hamna hata mmoja, napenda sana wote wote, wananipenda hamna hata mmoja tuseme aniete chuki hivi labda kunienda kisira, hamna hata kama kwa nini umekulaza nje kwenye godoro afu amelala kitandani ile? Yeah, ile ni sini tu mm, ni mchezo ule, ni, ile, ile, ni kiungo tu kimeweka pale. kama kuniangalia mbona tumeelewana, kuniangalia mimi nitakuwaje? mbona baadaye tumeelewana, tunashirikiana kama kawaida, wanakupenda tume ongeza kukuwekea jongo kitandani, umelala hapo sasa, sasa, tu hapo sasa, kuni test tu shangazi anania gani <laughs> <Yeah, testi> tu, <laughs> yeah, tu tu, tu, wakati tu, kabla tujaingia tu, kwenye project ya Kombolela wakati tuko nyumbani yeah, tulikuwa tunaita

ung na wewe na imani, tutazidi kukutana, tutazidi kufanya mengi zaidi. Mama shukuru na mie kwa sababu siku ile mlikuwa mna nani, mliniita ninyinyi, mlionipigia simu nije eh, siku zenu. Siku ile nilikuwa ni na appointment na daktari kwa ajili ya moyo wangu, una matatizo makubwa nikasema. eh, siwezi labda nipagie siku nyingine. Pole sana eh, basi amina, inshallah. Asante asante, nashukuru. Karibuni tena, mtupiganie, mtuwezeshe <laughs>